Mimi ni mganga, nataka niwaambie nyinyi watu wa Tanzania saa hii kitu ambayo mejajua sana, tangu rais ambayo alijitangaza anaitwa Mama Suluhu, tangu apishwe kama rais wa Tanzania hajaionekana mahali popote. Hata juzi mliona mkuu wa polisi, yeye ndiye alipongeza wale wa Tanzania, Merry Christmas. Mimi nataka niambia watu wa Tanzania wote, hamujui Mama Suluhu ni mgonjwa tena ako mgonjwa vibaya tena, ako ali mahututi. Nataka niambia Watanzania wote, mama Suluhu hivi karibuni mtakuwa na matanga kubwa sana, na kitu ambayo inamwandama inamwandama, kwa sababu vifo ambayo alifanya Tanzania damu za watu lina mwandamu. Mimi kama mganga nilikuwa natamani niongee na nyinyi sana but, bado nilikuwa naongea na mababu waniambie kitu ambayo itakuja kufanya Tanzania. Hatuwezi kubali wale Watanzania wanakufa ya mtu moja, wale Watanzania wote nyinyi hapa karibuni Mutakuja kuamuka asubuhi mupate habari ile, wale Watanzania wote watasherekea hapa Afrika, watajai wajaisherekea kifo ya mtu, lakini Watanzania watasherekea kifo ya Rais Suluhu kwa sababu vita mbaya alifanyia watu, wakatumia mtoto, mtoto yake uwa wananchi tu Abdul. Mimi babu ndo alituambia hiyo kijana yake ndo ametumika sana kuzika watu, yend anatumika na guzi ya kuua watu, yende anatumika na polisi ya Tanzania kuua watu kupitia mama yake Suluhu. So, walo Tanzania msikoe na hofu yoyote, tuachie vita sisi kama waganga. Tukambalea na huyo rais ambayo anaua wananchi wa Tanzania, na hii mwezi ikielekea Januari mtakuja kusherekea mzuri zaidi. Sasa wale wa Tanzania, wale walizika wazazi wao kitetea Tanzania, wale walizika watoto wao kupigania Tanzania, najua rais yenyu saa hii madam Suluhu ile mlio ambayo mmelia kwa macho yenu, ile machozi ambayo imetiririka saa hiyo ndio machozi ambayo inaweka yeye anakuwa mgonjwa zaidi. Sisi kama waganga tutasimama kidete, tujue huyu rais amewacha Tanzania mtu ambayo anaweza ongoza Tanzania wangoze Tanzania. So, mimi nataka niambia wana Tanzania wote mkue prepare kula sherehe kwa kifo kubwa kwa Tanzania Rais Mama Suluhu. Niseme, nataka niongee na wale wa Tanzania na Tanzania mimi niliona kitambo sana. Wakati rais ambayo alifariki anaitwa Rais Pombe Magufuli, niliwambia hiyo kitu itakuja kufanyika pale Tanzania, amuko nielewa. Saa hii muko na rais ambayo mulienda uchaguzi hapa karibuni anaitwa rais Rais Samia, Rais Samia Suluhu. Na mimi nataka niseme nilitamani kuongea sana hapo nyuma. Nimeona Tanzania Rais Samia Suluhu ni mgonjwa. Watu wameumia. Watu wamekufa juu yake. Na mimi nataka nikuambie, wale wa Tanzania wote, naona bandera yenu itapepea chini ya mlungoti, vililipepea wakati wa Rais Magufuli. So mimi nataka niwaambie wote wa Tanzania, mulipiga kura, kura yenu ikaibwa. Hii kitu ambayo imefanyika, mama Suluhu saa hii maisha yake haiko poa sana. Suluhu saa hii hata hawezi kuwa na amani because, saa hii already, saa hii Suluhu ni mgonjwa. Kuna mtoto yake ambayo nimeona anaitwa Abdul, yeye ndiyo anatumika na wale wakora wanaitwa goons kuua wa Tanzania. Mimi nataka niambie Tanzania, mimi kama mganga nitasimama na nyinyi, hatuwezi kubali watu wa Tanzania wanakufa kiolela. Rais Suluhu wewe naona siku yako imefika, utakufa uache hiyo kazi ambayo unafanya kama rais, na mtoto yako ambayo unaokuwa natumika kama gun ya Tanzania, Abdul pia atakufuata because muliweka Tanzania haina sheria yoyote ambayo inaweza tetea wananchi. Mimi nitasimama na nitasimama kidete na wale wa Tanzania so wa Tanzania, wa Tanzania, musikue na shida yoyote, mkuwe na amani, mwachie kazi sisi. Mimi kama mganga mtamuka, asubuhi siku moja mutaona habari ambayo mutafurahia Tanzania wote, na hiyo ndio kifo ambayo itaweka Watanzania wafurahie. So mimi nataka niwaambie wale Watanzania, wale viongozi, Rais Suluhu wewe, kati nilisema ulijua kifo ya Rais Pombe Magufuli, ulidanganya wale Watanzania ati uko na hasira zaidi, na tulisema wewe unajua kifo ya Rais Magufuli na wale mulitumia, because mimi niliona kitambo, nikasema kuua Rais pombe Magufuli, hao ndio wanakumaliza, ndio watakumaliza na utajua wamekumaliza namna gani? Mimi kama mganga naona mbali, nimesaona kitu ambayo wale watanzania watapata, so wale watanzania wote vijana wamama aswa wale walipata vifo wale wao wale waliwawa wale, mimi nataka niwaambie wote, usikwe na ofu yoyote. Suluhu aliwaua mtu watoto wenyu, damu yenyu haitaenda bure. Suluhu atawafuata. Tanzania mtapiga sherehe, na kuna sherehe ambayo inakuja Tanzania ile, kuna furaha zaidi mtakula sherehe Tanzania kuliko sherehe ambayo umekuwa nayo miaka yote. Mimi kama mganga sitakubali watu wa Tanzania wakuwe na shida yote, wakufe juu ya mtu mmoja ambaye ni mama Suluhu. Hiyo kitu imeniuma sana. Nilikuwa natamani kuongea hapo nyuma na nilishindwa kuongea because hasira ambayo na nilikuwa nayo bado. Nilikuwa nilikuwa naongea na mababu aniambie itakuwa namna Babu wameniambia hata saa hii vile naongea na nyinyi, Rais Suluhu ni mgonjwa, na hiyo gonjwa yako vile imeanza imeanza kidogo, naona kama ni kitu very simple but itaendelea hivyo itakumaliza. Na wale wa Tanzania wote, nawambia mkuwe tayari upiga sherehe because hii mama Suluhu ni shaitani ni mtu mbaya kuliko kila mtu hapo Tanzania. Ameua wazazi wa watu, ameua watoto, ameua kabila yote hapo Tanzania. So mkuwe na amani, mimi kama mganga niko na nyinyi, na mkuwe na sherehe hapo Tanzania sahii, mkuwe na amani. Mimi nataka niwaambie wote wa Tanzania awatabiria mtaongea tena, na siku hiyo kitatakuja kufanyika, mtakuja kusema kumbe mimi mganga nilisema ukweli. Asanteni sana.